Na mtazamaji wa Trend TV, nadhani utakuwa unafahamu kwamba siku ya jana, ni kwamba Diamond alishare kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story kwamba ameamua kumsaini msanii mpya katika record label yake ya WCB na alishare akaandika kwamba a new icon is coming, alafu akashia pale headline ya mkataba kwamba huu ni mkataba wa kuingia na kampuni ya mziki ya WCB Wasafi. Ilikuwa ni tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka huu 2025, watu wakaanza kuspeculate, je, msanii huyu ni nani? Kwa hiyo sasa hivi hapa kila mtu amekuwa anazungumza la kwake. Kwa siku ya jana tuliona comments nyingi sana watu wakisema kwamba ni Mboso, msanii ambaye alipostiwaga na Baba Levo baada ya

Uh, watu wengi sana walisema kwamba ni, ni, uh, huenda ikawa ni wale vijana wawili, wawili au mmoja wapo kati ya wale vijana wawili ambao walikuwepo katika mashindano ya Bongo Stars, ambapo katika finali za mashindano hayo tulimwona pale akiwa kama mgeni rasmi, na wakati washindi wanatangazwa akasema kwamba atawasaini hao vijana wawili katika record label yake ya Wasafi, ukizingatia kwamba sasa hivi Wasafi kuna nafasi, watu wamepungua sana. Tumeona Mboso katoka, Raivani katoka, Harmonize alitoka, Rich Mavoko alitoka, wa na wasanii wengine kibao wamejitoa. Sasa hivi kumebaki na wasanii watatu tu. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo hapa kuna page imeandika kwamba Diamond Platinumz kutangaza ujio wa wasanii mpya WCB. Kupitia mtandao wake wa Instagram, msanii huyu aliposti nusu ya mkataba wa kujiunga na record label hiyo ya mziki wa, ya WCB Wasafi na akaandika new icon is coming. Ikumbuke kwamba record label hiyo ilitangaza kusaini wasanii sita ambao alizungumza Laser Classic ambaye ni producer wa record label hiyo. Hata hivyo pia vilevile vile, katika finali za Bongo Star Search Diamond Platinumz alivutiwa na vijana wa wawili na kuahidi kwamba mambo yakienda sawa atawasaini katika record label yake. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau, hebu tuombe, which is which. unahisi kwamba wale washindi wa Bongo Star Search watasainiwa na Diamond au ni Aslay, kama jinsi ambavyo watu walivyo speculate jana? Weka maoni yako katika comment section, ndiko tutakuwa tukisoma na ku-reply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.